Bwana Yesu asifiwe, ndugu mpenzi mtazamaji, na kukaribisha sana katika somo letu la leo ambalo limebeba ujumbe unaojulikana kama jinsi ya kuvunja maagano ya nguvu za giza au jinsi ya kuvunja vifungo vya nguvu za giza. Ni kipengele chetu cha mwisho katika somo hili. Ndugu mpenzi mtazamaji, leo tutaenda kuangalia jinsi ya ya kuvunja maagano ya nguvu za giza. Ni vizuri sana kufuata hatua kadhaa ili kuvunja maagano ya nguvu za giza. Hatua ya kwanza ni kutubu. Katika hatua hii ni muhimu sana kumruhusu Roho Mtakatifu kupeleleza ndani ya moyo wako, kuangalia uhalali wa mali ulizonazo, kupeleleza historia ya jina lako na vitu vyote ulivyo navyo. Ukisoma katika kitabu kile cha Ufunuo sura ya pili na mstari ule wa tano neno la Mungu linasema Basi, kumbuka ni wapi ulikoanguka, ukatubu ukayafanye matendo ya kwanza; lakini usipofanya hivyo, naja kwako, nami nitakiondoa kinara chako katika mahali pake, usipotubu. Lakini pia ukisoma katika kitabu kile cha Zaburi sura ile ya hamsini na moja mstari wa pili hadi wa nne unakutana na maneno ambayo yanaweza yakakuongoza katika toba yako. Lakini pia katika kitabu kile cha Mambo ya Nyakati wa Pili sura ile ya saba mstari wa kumi na nne neno la Mungu linasema ikiwa, watu wangu walioitwa kwa jina langu watajinyenyekesha na kuomba na kunitafuta uso na kuziacha njia zao mbaya, basi nitasikia toka mbinguni na kuwasamehe dhambi yao na kuiponya nchi yao. Ndugu mpenzi mtazamaji, kama utashindwa kufanya hivyo peke yako, na kushauri uweze kumuona mtumishi wa Mungu aweze kukuongoza katika hatua hiyo ya kutubu. Hatua ya pili ni kufanya maombi ya kuvunja maagano na vifungo vyote vya nguvu za giza kwa kutumia damu ya Yesu. Kufanya maombi ya kuvunja nguvu au maagano yote ya nguvu za giza kwa kutumia damu ya Yesu Kristo. Fanya maombi hayo kwa kutumia damu ya Yesu ukisoma katika Kumbukumbu ile la Torati sura ile ya 12 mstari wa pili na watatu utakutana na habari za kubomoa na kuharibu kuangusha maashera na vitu kama hivyo. Lakini pia ukisoma katika Waefeso sura ile ya kwanza mstari wa saba neno la Mungu linasema katika yeye huyo, kwa damu yake tunao ukombozi wetu, masamaha ya dhambi sawasawa sawa na wingi wa neema yake. Lakini pia Ukisoma katika Ufunuo sura ya 12 mstari wa 11 a, neno la Mungu linasema nao wakamshinda kwa damu ya mwana kondoo na kwa neno la ushuhuda wao. Lakini pia ukisoma katika kitabu kile cha Yohana sura ya 8 mstari wa 32, neno la Mungu linasema tena mtaifahamu kweli nayo hiyo kweli itawaweka huru. Hatua ya tatu ni kufanya maombi ya ukombozi, kukomboa kila kitu chako kilichofungwa katika ulimwengu wa nguvu za giza. Komboa jina lako, komboa mali zako, komboa ardhi yako, komboa kila kitu chako ambacho kilifungwa katika ulimwengu wa nguvu za giza au kilifungwa na vifungo vya nguvu za giza. Ukisoma katika Wakorosai sura ya kwanza mstari wa 13 hadi 14, Neno la Mungu linasema naye alituokoa, katika nguvu za giza, akatuhamisha na kutuingiza katika ufalme wa mwana wa pendo lake, ambaye katika yeye tuna ukombozi, yaani msamaha wa dhambi. Lakini pia ukisoma katika kitabu kile cha Isaya sura ile ya 61 mstari wa kwanza na kuendelea, neno la Mungu linasema roho wa Bwana yu juu yangu, kwa sababu Bwana amenitia mafuta ni wahubiri wa nyenyekevu habari njema na amenituma ili kuwaganga waliovunjika moyo, kuwatangazia mateka uhuru wao na hao waliofungwa habari ya kufunguliwa kwao. Hatua ya nne ni kufanya maombi ya shukurani, kufanya maombi ya shukurani. Omba maombi ya kumshukuru Mungu kwa ukombozi ambao ameufanya juu ya afya yako, juu ya jina lako, juu ya mali zako, juu ya vitu vyako vyote. Omba maombi ya shukrani ukimshukuru Mungu kwa muujiza huo aliyokutendea. Na ni vizuri ukaambatanisha na sadaka, ukaenda kutoa sadaka madhabahuni. Ukisoma katika kitabu kile cha Yeremia sura ile ya 33 mstari wa 11 neno la Mungu linasema itasikirika tena sauti ya furaha na shangwe, sauti ya bwana arusi na sauti ya bibi arusi, sauti yao wasemao mshukuruni Bwana wa majeshi, maana Bwana ni mwema, rehema zake ni za milele, na sauti zao waletao sadaka za shukurani nyumbani mwa Bwana kwa kuwa nitawarudisha wafungwa wa nchi hii kama kwanza, asema Bwana. Lakini pia ukisoma katika kitabu kile cha Zaburi sura ya mia moja mstari wa nne na tano neno la Mungu linasema ingieni marangoni mwake kwa kushukuru, nywani mwake kwa kusifu, mshukuruni, lihimidini jina lake, kwa kuwa Bwana ndiye mwema, rehema zake ni za milele, na uaminifu wake Vizazi na vizazi. Amen. Hatua ya tano ni kuishi maisha ya ushindi kwa kuzivaa silaha za Mungu. Mwombe Mungu akuwezeshe na kukuongoza kuishi maisha matakatifu na huku ukizivaa silaha zake. Ukisoma katika Waefeso ile sura ya 6 mstari wa kumi hadi 18 utakutana na habari za siraha. Ndugu mpenzi mtazamaji, Mungu akujalie imani thabiti katika kuyatimiza haya, maana pasipo imani haiwezekani kumpendeza, kwa maana mtu amwendeaye Mungu lazima aamini kwamba yeye yuko na kwamba huwapa thawabu wale wamtafutao. Amen. Naendelea kukukaribisha sana katika chaneli hii katika masomo yatakayoendelea. Mungu aliye hai akubariki sana. Amen.